A, mapema leo Rais Samia Suluhu Hassan akizindua jengo la mamlaka ya mapato mkoa wa Simiyu amebainisha wazi kwamba Marekani na Ulaya hazifanyi vizuri ukilinganisha na uchumi wa Tanzania, na mnukuu Rais Samia, mwanadamu anayejivuna na anayejiamini ni yule mwenye chake unacho chako unajipangia matumizi unavyotaka. Ukimtegemea mtu wa akupe, mtu akukopeshe, hujakaa vizuri. Anakuja kukuambia mbele za watu, deni langu hujanilipa, pesa zangu na kudai. Ukitegemea msaada, wale wanaotoa msaada duniani, dunia yote sasa ipo juu chini, mavita, maugomvi, mavurugu chumi zimeshuka huko, hawafanyi wa vizuri kama tunavyofanya sisi. Ulaya na Marekani sasa hivi hawafanyi wa vizuri kiuchumi kama tunavyofanya sisi huko. Hata ndani ya kanda yetu hii ya Afrika Mashariki, Tanzania tunafanya vizuri. Niwaombe sana TRA, twendeni tukusanye, tukusanye kirafiki. Mwigeni bosi wenu huyu, ni mfupi lakini anapiga kazi. Nilimwambia Yusufu Mwenda kuwa nampeleka TRA, mfanyabiashara asiende kuwa adui, awe rafiki yako. Anaweza kulipa, alipe. Ana madeni, muite, kaa naye, ongea naye kirafiki, muulize anaweza kulipa ngapi. Ukimpangia hivyo ana analipa, serikali inapata hata kama ni kidogo. Ile ya kwenda kumnyang'anya kompyuta kumnyang'anya vitabu kufunga ofisi kufunga akaunti, ile haifai. Ila lazima niseme hapa, kuna masugu ambao lazima tufanye hivyo, kuna wengine wana viburi, lazima tufanye hivyo. Kwa hiyo inapobidi, lazima tufanye hivyo, lakini kwa kawaida isiwe ndio mwenendo wetu. Tuwaite, tuzungumze nao, tujue tatizo lao ni nini. Kwa hiyo lazima tukusanye pesa yetu ya ndani. Huko nje masharti yamekuwa yanaongezeka. Leo utachokozwa kwamba watanzania wasije huku, tumewataka pasipoti zao, hawakusema tumewataka nini, sijui hawakutoa. Unataka risiti ya pasipoti za watu wangu wewe, za nini? Sasa ukupeleka, anasema sikupi pesa, usinipe, nitakusanya ndani kwangu. Ndugu zangu wafanyabiashara, lazima tulipe kodi. Hakuna nchi inayoendeshwa bila kodi, na kodi ndi, ndizo zinazoendesha nchi. Hayo ni maneno ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassani akizindua jengo la mamlaka ya mapato mkoa wa Simiyu leo, Juni 16 mwaka 2025.